Kwa kufunga masaa 24 nafunga, umekula mafuta mabaya. Ukitoka hapo, kinachofuata mwili ukiendeleza, siku ya tatu mwili unaanza kula misuli, unaanza, unaanza. unaanza kujila sema tuko, tuko, tuko kwenye mfungo sasa, na mwili unaenda hivyo. Ukifunga sana muda mrefu, kinachofuata ni nini? zile testosteroni kama we ni mwanaume zinaliwa, maana na zenyewe zina, kuna mafuta pale na vina nini pale zinaliwa. Zikiliwa he, sasa ndio tutakuja tukupe sijui tukupe dawa gani testosteroni. Si unaelewa? kama hujui nenda ukajisomee mwanaume testosterone na kazi gani. Maana unafunga umeendelea kufunga zimeliwa. Sasa haya na wale wakina mama estrogen zimeliwa pamoja he, he, progesterone zimeliwa na zile follicle stimulating hormone zimeliwa. Kwa hiyo mama mimba haiingii, na mambo mengine haya, hata siku zile zimebadilika, siku zangu zekaba. Kwa hiyo kufunga, hatujaambiwa funga endlessly. Tunafunga kwa wakati, tunakula kwa wakati, tunakuwa na afya njema. Jabali, Bwana Yesu asifiwe sana, sio kuendeleza tu kufunga tu, unaendeleza tu kufunga ambavyo haikufaidi chochote katika afya iliyo njema. Na kufunga kuzuri ambako nataka ni, kwa, ni washauri ni kitu kinaitwa intermittent fasting. Nimesema nini ndugu zangu? Intermittent fasting, aha, hiyo ni daily sasa. Siku hizi imefundishwa intermittent fasting nyingine. E.G. White anasema tangu mwaka 1863 yeye alianza kula milo miwili. Nimesema milo mingapi ndugu zangu? Jamani, nimesema milo mingapi? Nabii anasema milo miwili, milo miwili tena, nika, nitawasomea hapa Anasema, I have been informed that you have taken but one meal a day for a special period of time. Nimejulisha kwamba wewe unatumia mlo mmoja kwa siku kwa muda, kwa muda fulani but I know it to be wrong in your case, yaani kwa ajili yako naona ya kwamba hiyo haitafaa. For I have been shown that you needed a nutritious diet and that you were in danger of being absentious. Yani umekuwa na namna fulani ya kubagua ama kuacha, yani umekuwa strict fulani na unaweza ukaingia kwenye matatizo. Your strengths would not admit on your severe discipline. Yani uko, uko, uko ku, nini, ule uafizina inaitwaje, uafizina discipline yani Misimamo hiyo inakuletea afya iliyo mbaya. I think that you have erred in fasting two days, God did not require it, eat of you, I beg you to be cautious and eat, free, uh, eat freely good wholesome food twice a day. Wholesome food twice a nini, ndugu zangu, a day, na ameendelea kwa kusema twice a day means twice a day amekula kwa miaka 35 na uzito wake ulikuwa mkubwa, akapoteza paundi za kutosha na hiyo ikamfanya awe na afya iliyo njema. Wale wanaopunguza uzito, inawezekana kabisa ukapunguza uzito kwa kula milo mingapi ndugu zangu? Miwili. Sasa unakulaje? Tunakula hivi, tuanze kufatana pamoja. Ni chakula kizuri, sio mambo ya peremende na nini, ni chakula kizuri, sio hivyo vingine. Umekula hapa asubuhi breakfast saa nne unaanza kuhesabu saa tano saa sita saa saba saa nane saa tisa saa kumi masaa mangapi hayo? Sasa sita, si ndio? Hapo saa kumi unaweza ukala, unaweza ukala mlo wote, unaweza ukala haya. Unataka kula milo mitatu unahesabu tena saa kumi na moja saa kumi na mbili saa moja Haturusii ah, kuzidi kula saa moja Unakula labda saa moja hapo, tutaonana tena kesho saa nne Ila kwa milo miwili unakula saa nne unaenda kula saa kumi au saa kumi na moja au saa kumi na mbili. Masaa sita mpaka manane. Nimesema masaa sita hadi mangapi jamani? Masaa sita hadi mangapi? Kwa hiyo, saa nne nimekula, nitakula tena saa kumi ama saa kumi na moja hadi saa kumi. Nikila saa kumi na mbili ni masaa mangapi? Nane. Nikila saa kumi ni masaa mangapi? Sita. Baada ya saa kumi au saa kumi na mbili sili tena, tutaonana kesho saa nne. Sasa ukitoka saa kumi mpaka saa nne ni masaa kumi na nane, labda ni mengi sana. Basi ukitoka saa kumi na mbili mpaka saa nne asubuhi ni masaa kumi na sita. Ni masaa mangapi ndugu zangu? Kumi na sita. Fanya hivyo maisha yako yote, utaona tofauti, uzito utashuka. Hiyo inaitwa intermittent fasting, yaani umefasti masaa kumi na sita alafu umekula masaa mangapi, yaani feeding window. feeding window yako ni masaa mangapi Jamani, feeding window ni masaa mangapi? Sita au mangapi? Nane. Hapa katikati unakula, hapa katikati unaweza ukasinaki, lakini baada ya hapo hatuli tena. Tutaonana kesho, kitambi kitaisha. Jamani, Bwana asifiwe sana.